Maasai Channel tenebo marashorolosho lang. Ndugu yangu Paulo Siria amekuwa akifanya sanaa au sema, amekuwa akifanya uimbaji wa nyimbo za Injili lakini kwa mahadhi au kwa lafudhi za Kimasai. Sisi kwenye wizara tunawathamini sana watu wanaoendeleza utamaduni wa makabila ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo, pamoja na kwamba nimekuja kama rafiki yake, kama sehemu ya familia yake, lakini hili jambo analofanya Paulo Silia ni muhimu sana sana kwa kizazi chetu na kizazi kijacho, kwa maana ya kutunza utamaduni wetu. Na mimi niwaombe sana, ndugu zangu wa Kimasai, ni makabila machache sana Tanzania, ambayo yamebaki na utamaduni wake asilia. Niwaombe sana niwaombe sana na hasa vijana, dumisheni mila na desturi za Kimasai. Hilo jambo ni muhimu sana. Mtu ambaye anapoteza utamaduni wake anapoteza utambulisho wake. Ndio maana na sisi kama Watanzania tuna utamaduni wetu kama Watanzania, ambao ukienda nchi yoyote ukijitambulisha, mimi ni Mtanzania, wanatarajia kuona moja, mbili, tatu ndani yako katika maisha yako, kwa sababu ndizo mila na desturi zetu wa Tanzania na mojawapo muhimu sana ni ukarimu. Watanzania wote ni wakarimu. Watanzania wote tunaelewana kwa lugha moja ya Kiswahili, imetuunganisha tangu enzi za mababu wa taifa. Niwaombe sana ndugu zangu, niwaombe sana ndugu zangu, tusipoteze mila na desturi zetu za makabila, lakini pia za Kitanzania. Masai Channel. Tenebo marashorolosho lang